Ugonjwa wa mahindi unaosababishwa na kipepeo, mlipuko wa taratibu sana unaonyemelea mashamba yetu. Hebu tuchunguze kwa kina. Karibu kwenye somo la leo. Leo tunakwenda kuchambua kwa kina ugonjwa unaoathiri sana mazao yetu ya mahindi, ugonjwa unaosababishwa na kipepeo hatari anayejulikana kama kiwavi jeshi. Ni ugonjwa unaoanza taratibu sana, lakini matokeo yake ni makubwa sana. Katika somo hili utapata maarifa muhimu ambayo yatakusaidia kulinda shamba lako, kuongeza mavuno na kupambana na kiwavi jeshi kwa mafanikio tunaenda kujifunza mambo yafuatayo: moja, chanzo cha ugonjwa huu na jinsi unavyoanza; mbili, dalili za ugonjwa huu kwenye mimea ya mahindi; tatu, njia bora za kutibu na kudhibiti viwavi jeshi; nne, dawa zinazotumika na jinsi zinavyofanya kazi; tano, mbinu za kuzuia madhara kabla hayajatokea; sita, ushauri wa kitaalamu kwa wakulima wote. Fikiria shamba la mahindi lililostawi lenye majani ya kijani kibichi yakipepea kwa upepo wa asubuhi lakini ghafla hali inabadilika. Mmea mmoja unaanza kudhofika, kisha mwingine, ina kabla hujajua shamba zima limetekwa. Huu ni ugonjwa hatari unaosababishwa na kipepeo anayeitwa fall armyworm, maarufu kwa Kiswahili kama kiwavi jeshi. Kipepeo huyu mdogo kwa mwonekano, lakini mwenye nguvu ya kuangamiza ndoto za mkulima, hutaga mayai yake kwenye majani ya mahindi. Baada ya muda mfupi, viwavi wenye njaa kali hutotolewa na kuanza kula kila kitu walichokutana nacho. Mbili, ugonjwa unatokana na nini? Mambo huanza taratibu sana. Kipepeo mwekundu au kijani anatua taratibu kwenye jani la mahindi, analiona kama bustani ya kutaga mayai. Mayai hayo huanguliwa haraka na viwavi huibuka kama wanajeshi waliopata amri: kula, kuharibu na kusambaratisha. Mashina yanakatika, majani yanatobolewa, na mahindi hayawezi kukua tena kwa afya. Ndipo mkulima hugundua, kiwavi jeshi yupo kazini. tatu. Dalili za ugonjwa huu. Ugonjwa huu una alama zake. Ukiona mojawapo ya haya kwenye shamba lako jua uko hatarini. E, mashimo mengi kwenye majani ya mahindi. Majani kuwa na rangi ya kahawia au hata kukauka kabisa. Uwepo wa vumbi jeupe au uchafu mweusi sehemu ya kati ya mmea. Viwavi wa ajabu, kijani, kahawia au hata weusi, wanatambaa kwa haraka. Mmea hauchanui kama kawaida na unakuwa dhaifu mno. Mavuno yanashuka kwa kiasi kikubwa, e, na matumaini hupotea. Nne, namna ya kutibu. Kama shujaa wa mashambani, kuna hatua unazoweza kuchukua: kagua shamba lako mara kwa mara. E, Jicho la mkulima ni kinga kubwa. Ondoa majani yenye viwavi na uyachome mara moja. Tumia dawa maalum zinazoua viwavi kabla hawajaenea. Jaribu mbinu za asili: pilipili, majivu au vitunguu saumu. Panda mahindi mapema kabla ya kipepeo kufungua ukurasa wa mashambulizi. Tano, dawa za kutibu. Katika vita hii, silaha ni muhimu. Dawa bora ni hispinetoram imomectin benzoate na lambda cyhalothrin ambazo huweza kuua kwa haraka. Mchanganyiko wa pilipili kali, vitunguu saumu na sabuni huwasha, huwazuia na hata kuwaua. Majivu, dawa ya asili yenye nguvu, huondoa viwavi na kuwafanya wasirudi tena. Sita, namna dawa zinavyofanya kazi. Kila dawa ina mbinu yake ya mapambano. Viwatilifu huingia ndani ya mwili wa kiwavi na kuharibu mfumo wake wa fahamu. Dawa nyingine huunguza mwili wa kiwavi na kumfanya afe haraka. Dawa za asili huwachanganya, harufu kali huwafanya wakimbie au wapoteze njia. Majivu huwachoma taratibu, wakikosa maji mwilini huishiwa nguvu na kufa. Saba, ushauri wa kuzuia athari za ugonjwa. Msemo wa Kiswahili unasema kinga ni bora kuliko tiba. Hapa kuna mbinu za kuzuia kiwavi: panda mahindi mapema kabla mvua hazijaongeza mazingira ya kiwavi kuenea. Tumia mbegu bora zilizothibitishwa kustahimili mashambulizi. Kagua shamba kila wiki kama daktari wa mimea. Ondoa takataka shambani kwa kuchoma au kufukia. Piga dawa kabla hali haijawa mbaya. Fanya kilimo mseto, maharage na mimea mingine huvuruga maisha ya kiwavi. Hitimisho: kiwavi jeshi si wa kupuuzwa, anaweza kuangamiza mavuno yako kwa msimu mzima, lakini habari njema ni kwamba unaweza kumshinda kwa kutumia maarifa haya. Kwa kuwa na macho ya mtaalamu na kwa kuchukua hatua mapema, shamba lako linaweza kuwa salama tena. Kwa ushauri na msaada zaidi, tupigie kwa simu namba 0620339260.